Bradha, umbali wa macho yako ndio mahali unafaa ufike. Yeah, kila ambacho kinaona mwisho wa macho yako, jaribu kungang'ania ufike hapo mahali braha. Usijaribu mtu yoyote kukatisha tamaa, usijaribu mtu yoyote kumsikiliza. Ukiamua ni kupambana na njia, pambana na njia. Ukiamua ni left zama left, ukisema right, zama braha Oya, kwenye maisha mm, wengi wanaongea na wewe lakini hakuna anayekuombea mazuri bana, ila wewe mwenyewe jiombee mwenyewe mazuri. Kila ukikaa, kila unapokaa, jiombee mazuri, kwa sababu roho za watu siku hizi zimechafuka, roho zimepakwa rangi nyeusi. Oya braza, jiaminie e, wewe usiamini mtu yoyote na hakuna siku mtu atakuamini. Jiamini kama wewe ulivyo braza e. Utafika mbali ukijambia, lakini ukishiriki kwa mini mtu tu, brother, ushafeli na kueleza ushafeli wa brother. Jipambanie sana, watu nyuma wanakuangalia kichafu, kinoma, kishenzi yani.